Ni kwa muda sasa toka raia mwenye asili ya Kenya, Margaret Nduta, akamatwe nchini Vietnam kwa kosa la udanguzi wa madawa ya kulevya na hukumu yake ilisomwa mnamo tarehe 6 Machi mwaka huu na kuhukumiwa kunyongwa kwa kuchomwa sindano ya sumu Machi 16 mwaka huu. Bado serikali ya Kenya ipo kwenye harakati za kumwombea huruma kwa serikali ya Vietnam juu ya adhabu yake. Nduta mwenye umri wa miaka 37 alikamatwa Julai elfu mbili na ishirini tatu huko kwenye uwanja wa ndege wa Ho Chi Minh City wa Vietnam. Alikutwa na kilo mbili za kokeini. Margaret Nduta: Kenya yatuma wanadiplomasia Vietnam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 huku serikali ya Kenya na wanaharakati wa haki za binadamu wakiomba ahurumiwe. Katibu mkuu wa masuala ya kigeni Korea Singoi aliambia Citizen TV Kenya kuwa serikali haijakata tamaa kuhusu maisha ya Nduta. Ikizingatiwa kuwa Kenya haina uwepo wa kidiplomasia nchini Vietnam, maafisa wa balozi nchini Thailand wametumwa kuingilia kati kwa niaba yake. Singoi alisema kuwa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 inashikilia matumaini ya uwezekano wa ahueni ya dakika za mwisho. Mama yake aliyekuwa amehuzunika sana alitoa ombi la dhati kwa mamlaka, akiitaka serikali kuhakikisha kwamba aachiliwe na afungwe nchini humu. Mlete huyo msichana hapa, na ikiwa unataka kumfunga, fanya hapa. Mama yake alihuzunika, alisema.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 Gazeti la Catholic Weekly liliripoti kwamba FR Paul Van Chi aliyekuwa padri wa kanisa Katoliki wa Vietnam na kasisi wa zamani wa Said Nei katika jumuiya wa Katoliki wa Vietnam alifungwa miaka minne gerezani katika miaka elfu moja mia tisa themanini. Uhalifu wake ulikuwa ni kutunga na kukuza nyimbo za Kikatoliki na kubaki mwaminifu kwa askofu wake, vitendo vilivyomfanya kuwa adui wa utawala wa kikomunisti. Sikuweza kuelewa kwa nini nilikuwa huko, ilikuwa kama kuzimu. Nina hakika ni sawa leo. Frapo, alikumbuka katika mahojiano ya mwaka 2020. Alitawaza na alitawazwa huko Saigon mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano. mwaka elfu moja mwaka huo huo Vietnam Kusini ilianguka kwa utawala wa kikomunisti. Awali aliwekwa chini ya kifungo cha nyumbani. Wakuu wa chama cha mitaa walijaribu kumshurutisha kuwa afisa wa chama, kumkana Yesu, na kumshtaki askofu wake kwa uhalifu. Alipokataa, alifungiwa kwenye seli yenye ukubwa takribani mita moja kwa mbili. Padri Pio alivumilia miezi kadhaa katika kambi ya kuelimishwa upya, akikabiliwa na utapiamlo, upungufu wa maji mwilini na ukosefu wa matibabu ya kuvuja damu nyingi. Alipigwa kunyuma usingizi na kuteswa kisaikolojia. Jela sikuwa na tumaini kabisa la kunusurika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 amewasiliana na naibu waziri wa Vietnam huku ombi hilo likizingatiwa kwa sasa. Baadhi ya Wakenya pia wamewaonya wasafiri kujifahamisha na sheria za mishanani ili kuepuka kuangukia katika hali kama hiyo.